Leo hii unakutana na kijana ametulia vizuri. Hebu Mabisa, njoo hapa, kimbia mara moja. Sema amina. Eti kijana kabisa amekaa anapendeza hivi, lakini kwenye akaunti ana elfu ishirini. Sio aibu hii? Sema amina. Biblia nasema mwendee chungu chungu, hana akila wala liwali, lakini anaweka nini akiba na unakuta vijana wote unaona, mission town ubishi ubishi tu, sema amina. Hata akiingia kwenye ATM anachukua karibu nusu saa, anaendelea endelea mde ndani, hela yenyewe hatoi, sema amina. Makili akivuta anatoa ishirini, baadaye anaangalia hivi, anarudi tena. Usisumbue watu wewe, sema amina. Unatakiwa uweke kitu kinachoeleweka hata. Kijana kama huyu hana akaunti na wala hana akiba, ana sababu gani ya kuishi katika hii dunia ya science na teknolojia. Na kinachomfanya sasa asiwe na akiba, anaishi kwa mama yake, toto zima lakini linanyonya kidole, hawezi. Na Mungu atakuja kukuchukua kwa andiko hili, kuishi ni Kristo na kufa, nakufa ni nini faida? Ndio maana vijana wanakufa mapema No vision you have to die. Kijana tu eti mzuri ameoa, na wiki mbili, oh, vipi? Kwa nini unamwacha mke wako? Wewe mke wangu anipendi bwana, nimeamua nini? Kumwacha anipe ampe, fanya nini? Kumwacha anipende mimi? Wewe mwanaume unataka kupendwa? Hebu soma biblia vizuri, hakuna sehemu inayosema mwanaume apendwe. Umekuwa shoga Mwanaume apendwi, mwanaume anaheshimiwa. Mwanaume anaheshimiwa. Enyi wake, watiini wa nani? Waume zeni. Enyi waume, wapendeni nini? anayependwa na kushikwashikwa namna hii, kubembelezwa ni mwanamke. Mwanaume ashikushinga kubembelezwa. Ukiona mwanamke mwanaume tu anabembelezwa, ujue anaanza kubadilika jinsia. Sema amina. Anaanza kubadilika. Mwanaume abembelezwi anaumia dakika moja, alafu ile kwikwi inaondoka, anasimama imara. Hawezi kupigwa mara mbili namna hii, anakuta watoto hawana hela ya kwenda shule, abembelezwi, anasimama vizuri, akiakemka anabeba matofali sehemu. Mwanaume abembelezwe, anayebembelezwa ni mwanamke, ndio anatiwa moyo. Mwanaume abembelezwi, ndio maana amepewa sura ya limao, ametoka kwenye rafu matirio, akutoka kwenye sura ya urembo ya yaku sura ya nguvu imejaa limao. Haleluya! Hebu tuna limao huo, nataka kubembelezwa, bembelezwa tu mpaka unabembelezwa unatua. Wewe mwanaume kweli, wewe mwanaume anaheshimiwa. Sema amina. Sara alikuwa anamwita mme wake my lord and my master kwa sababu nyuma ya Ibrahim kulikuwa kuna ngamia punda maziwa jeshi madhahabu yamezunguka. We unataka mke wako apige magoti? Una nini? Una nini? Una nini ulicho nacho? Una nini? unataka kila wakati akija tu apige magoti? Una nini? Yaani we kwa sababu ni dume la mbegu, tupigwe magoti? Haiendi hivyo, haiendi hivyo. Lazima utoe provision nawaambia kweli, hakuna mtu yoyote aliyefanikiwa kiuchumi asiwe na heshima. Ukiinuka kiuchumi wewe, hata majirani zako hawa majirani, sema amina, wote asubuhi wakiamka, kwanza wanaanza kukuamkia wewe, umeishije mzee, na wewe ni kijana, sema amina mama, wakati wewe ni binti, wewe umeshindwa kujulikana hata kwenye mtaa wako, huna kitu. Wenye vitu wanajulikana, sema amina. Anything, mwenye uwezo hata asipowasalimia majirani watu wanajua, wanambia, namtafuta fulani, alipita sasa hivi hapa. Mungu akakubariki mwaka kesho, sema amina. Glory, uende ukafanye kazi na watu wajue, wakati unapita. Na wengine wanajaribu kusema ya kwamba naona hali ya uchumi ni ngumu, maisha ni magumu, lakini nataka nikwambie wewe, unapolalamika kuna watu kigogo fresh wanajenga, sema amina. Kuna watu wananunua magari, haleluya. Kuna watu wanafanya mambo makubwa. Nafikiri kuna kizunguzungu sehemu. Ndio maana nataka ujikague mwenyewe, ujikague. Unaposema mwaka huu ulikuwa ni mbaya sana, sijui mwaka kesho utakuwa mzuri, unapiga ramli, lazima uelewe chanzo. Sema amina. Kwanini, kwa nini kwako wewe hali ni ngumu, lakini kwa mwenzako imekuwa nyepesi? Unaposema kwamba wana mimi mimi, naona mambo yangu ni magumu, yani sijui hata ya nitafanyaje, hata bajaji siwezi kununua. Nenda bandarini, watu wanaingiza magari kila leo, tena vijana wadogo wadogo. Kila jambo linalotokea kwa mwanadamu lina sababu. Sasa udhaifu wako wa kufikiri, haleluya, hauwezi ukabadilisha utaratibu wa dunia. Mungu anataka wewe ufanikiwe katika mambo yako yote na ukae mbali na kuonewa. Na kitu ambacho kimekuwa kusumbua watakatifu wengi ni uvivu. Kwa maana Mungu ametoa kanuni, anasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote nguvu zako zote na akili zako nini zote, upande wa roho zote. Au umefanikiwa mwanangu? Maanake unaomba mpaka unajisikia ulale kanisani wiki mzima. Jipigie makofi kwa jambo hilo, kwa sababu roho yako ikishajengwa na ukishajaa kiroho, sema amina, unajisikia hata ulale kanisani nyumba yako unaiona mbaya, unajisikia kama ushinde kanisani, usifanye shughuli ya aina yoyote. Lakini umesahau aliyesema umpende Mungu kwa roho yako yote, ndiye huyo huyo amesema umpende mwanamume wako kwa akili zako nini zote na kwa nguvu zako zote, na anapozungumzia nguvu ana maana ya kufanya kazi katika mafanikio ambaye Mungu amempa mwanadamu amemwekea kanuni, ameweka kanuni. Lakini ili uweze kufanikiwa na utajirike na ufikie malengo yako yote unayohitaji, ni lazima ufanye kazi. Huwezi ukajenga nyumba kwa hela ya kupewa. Hiyo inaitwa ni hela ya kujikimu. Sasa nitakubariki mjini sema Dar es Salaam. Alafu nitakubariki kijijini sema nyumbani kwa mama yangu. Alafu nakuja sasa shambani, mifugo yako, ng'ombe wako, kila kitu, alafu na watoto wako. Kwanza unaanza mjini, alafu unakuja mashambani, alafu unakuja uzao wa tumbo. Mtoto anazaliwa wakati una nyumba tayari. Usifanye makosa aliyofanya babu yako. Nelewa Biblia ilivyo. Alafu unasema tu, sijui kuna mzimu wa dada yangu unanyonyonga, dada yangu usianze kuleta mambo ya fitina na fanya kazi, sema amen. Mungu anawatakia amani na Mungu anawatakia mafanikio katika mambo yenu nini yote.